Ametupigania, ametushindania Mheshimiwa Waziri. Niseme seme, mimi sina cha kulipa au wanarongo, hatuna cha kukulipa zaidi ya kukogea, lakini nakukupa tena kura. Tunakuomba ujiandae kwa kipindi kijacho tena, utatuongoza kwa miaka mitano kama kawaida. Siku ya kusherekea mwanzo wa mwaka tarehe moja mwezi wa kwanza. Kwayo naomba vile vile niwatakie kila la heri na baraka tele za mwaka ishirini ishirini na sita. <coughs> Lakini siku maalum vile vile, kwa sababu leo tunaongeza tena huduma ya afya katika wilaya ya Rombo niliongea na DMO akaniambia, hii zahanati inaenda kuwa zahanati nzuri sana. Mpaka sasa hivi umeshafanyia oh, oh. ukaguzi ishapita ngazi ya wilaya, ameniambia ibakitupepaweki wizara afia, kubo, kamilika, zanati ya afya, na matumaini makubwa kwamba itakamilika na kuanza rasmi kutoa huduma. Kwa hiyo tulichofanya leo ni heshima tu hapa Rombo. Kwa upande wa serikali tuna huduma 37 kama unavyoona, hii wilaya imetawanyika ni kubwa. Uh-huh. Kwa hiyo tunahitaji huduma zaidi. Kwa hiyo tunashukuru sana sekta isiyo ya serikali, ikiwa ni pamoja na makanisa umetusaidia kuongeza kabla zana, na natulewa, na ya zahanati haijaanza rasmi huduma ambazo zinatolewa na sekta isiyo ya serikali hapa roho tuna vituo kumi na sita hospitali mbili ile ya koyoni na huruma, nazo za kanisa. Halafu kuna zahanati kumi na nne Kwayo leo mambo ya karatasi, ambayo na mimi rafiki yangu sana mheshimiwa sana Mnene, na mimi nitaka kufuatilia Dodoma, itakapokamilika tutakuwa na zahanati zinazoendeshwa ambazo haziendeshwi na serikali zitafika kumi na tano kwa huduma inayotolewa nje ya umiliki wa serikali moja kwa moja, itakuwa ni kumi na saba kwa, kwa kweli napenda kulipongeza sana kanisa na la Kipentekoste SEIC kwa kuona umuhimu sio wa kujenga tu nyumba ya ibada, lakini kutumia ardhi hii kuakisha kwamba inatoa huduma ya afya. Hongereni! ii katika muda wangu wote hapa wa ubunge, sasa naingia awamu nyingine. Nimejitahidi sana kufanya karibu sana na sekta ya afya hapa Rombo. Tumepambana sana kuhakikisha kwamba hospitali ya wilaya inaenda vizuri, na tuliomba na tumepewa chuo cha uuguzi kitajengwa pale. Tumepambana kuhakikisha kwamba tuna zahanati sehemu mbalimbali. Hapo mbali pale ei zahanati ilikuwa imekaa muda mrefu sana, tumeweza kuikwamua na namshukuru sana rais wetu kwa sababu, kwa kweli ameelekeza fedha nyingi sana katika afya. Tumeongeza zahanati ndani ya Rombo kama alivyosema kwa kipindi hiki cha uongozi wa mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, ikiwa pamoja na ujenzi wa kituo cha afya kizuri sana kule Holili. Kwa hiyo kwenye swala la kuhusu malengo kwamba huu ni mwanzo, tunaanza na zahanati na tunaamini kwamba muda sio mrefu, tutaingia kwenye hatua ya kituo cha afya. Natamani huduma hii kubwa zaidi ya e mahali ambapo tulipo leo.